Viongozi wa Young Africans. Rais wetu ni Engineer lsaid, makamu Arafat, na wajumbe wetu wa kamati tendaji, hatua namba moja, walikuwa na ndoto ya kuwa na uwanja, kujenga uwanja wa yetu ya Africans uanawala yetalikuwa ndoto yao na dhamira yao. Kwenye hiyo ndoto wakaitangaza kwa wanachama kwamba kwenye uongozi huu tutawakikisha tunajenga uwanja wa yetu kwenye ndoto ya ya dhamira. Dhamira hiyo wakaipeleka sasa kwenye uhalisia okay. tunataka tujenge uwanja. Sikiza vizuri nas, tunataka tujenge uwanja, eneo lipi tunajengea wapi uwanja hapa? Wakaja kugundua kwamba tunatakiwa tujenge uwanja makao makuu hapa hapa, ili eneo linatosha kujenga uwanja wa klabu yetu. Wakapata ushauri wa kitaalamu wa hili eneo, based on vigezo ambavyo kafu wanakupa wanapotaka kujenga uwanja tukaona kwamba ili tuweze kuakomodate vitu vingi kwenye eneo hili ni lazima tupate nyongeza ya ardhi, si ndiyo? Lazima tupate nyongeza ya ardhi ili kuweza kukidhi vile vigezo ambavyo CAF wamevielekeza kwenye uwanja. Kwa hiyo ilianza ndoto, ikaja dhamira, tukaenda kwenye uhalisia kuanza mchakato wa kufuatilia sasa hiyo ardhi, nyongeza ya ardhi na ya kwambia mchakato huo ukafanyika vizuri na serikali ikatupa ushirikiano mzuri ikatukabidhi nyongeza ya ardhi hapa. Na sio tukupa tu nyongeza, ikatupa na umiliki kwa maana ya hati. Sasa hili eneo ni la kwenu. Kwa hiyo hatua ya tatu ikawa imalizika hapo. Tulikuwa na ndoto, tukawa na dhamira, sasa hivi tumeenda kwenye uhalisia. Na hati tunayo, eneo tuko nalo. Nini kinafuata? Tunajenga wenyewe uwanja. Tuambie kina Mzee Msumi wachukue makwanja Waje wafike hapa tujenge uwanja, kila mtu aje tofali. Ndio hivi sasa, hii viongozi wakajiuliza wa maswali. Hey, manake Yanga pia siku mafundi. hii yanga hii, siku mafundi wanashangilia na rais wetu ni si injinia, siangeza kuamua tu sasa, kesho kila mtu aje tofali lake na jenga mwenyewe uwanja huu. Ni mchakato sahihi? Wakasema hapana, huu ni mchakato mkubwa ambao unahitaji investment kubwa ndani yake, na hii ni klabu ya mpira wa miguu ndani yake na vipaumbele vingi vya kufanya, tafute mtu wa kushirikiana naye kwenye huu Fund, investment ni mradi mkubwa kwao. Sisi kama tendaji, baada ya kukutana, ikasema hapana, tuwezi kufanya wenyewe, tutafute mdau wa kushirikiana naye na ndio ikatupelekea kutangaza sasa mchakato watu kuomba. Jamani sisi tunataka kujenga uwanja, ambaye yuko tayari kushirikiana sisi anakaribishwa. Mchakato huo ukafuatia, si ndio, eh? Mchakato huo ulikuwa ni mchakato wa wazi, wa wazi wa kila ambaye ana dhamira hiyo aombe lakini hatukutangaza tu kwa maana ya kila mtu sasa kuomba, tungekuwa na maombi zaidi ya 3000 hapa. Hata wewe Nasibu pengine ungeomba, kwa sababu si hujui vigezo. Lakini tuliweka vigezo, bwana, vigezo wetu ni hivi: mdau tunayemtafuta huyu huyu huyu, partner tunayemtafuta hapa, anatakiwa awe na vigezo hivi. Tukaviweka public, watu wakaomba, kama tunaji ya kutana GSM wakashinda. Baada ya kushinda GSM Tanzania Limited, ndio swala lake la msingi bwana, la kuja sasa ni Yanga, mnataka uwanja yani, mnataka takaji yani. Eh, yani, e, yani mnataka uwanja uito jina la GSM, uwanja uwe wa GSM, patakuwaje yani, yani. Sindiyo eh? Nasibu, kamati tendaji kwenye kikao cha Jumamosi, hayo maswali pia walijiuliza. Naelewa hayo maswali pia walijiuliza, na ndio maana wakasema tunahitaji ushauri wa kitaalamu kwenye hilo jambo hii ni klabu ya mpira wa miguu, ni klabu ya umma. Viongozi hawa wameteuliwa, wamechaguliwa na wanachama kuja kufanya decision bora kwa ajili ya mamilioni ya mashabiki wa hii timu. Hawezi kuamua tu pasina kupata kapasiti nzuri ya jambo lenyewe kulielewa, na ndio maana wakaunda kamati na wakaongeza wajumbe hawa. Wajumbe hawa nimechambua vizuri maeneo waliyotokea. Kwanza ni mjumbe anaitwa Alex Mgongoro. Kwa nini? Kwa sababu ana background ya sheria. Tunapokwenda kukutana na GSM, tumetangaza tenda, si ameshinda. Baada ya kushinda lazima kuwe kuna makubaliano tu, saini. Sasa yeye aliona vigezo vyetu, ametuma tenda, ameshinda. We have to sit down kwenye engo ya kisheria, tuchambue sisi na wao kwa interest ya club na kwa interest ya GSM, asitokee mtu akaumia kwenye hili jambo. Isitokee tu mtu Ameita wanachama wamekuja kufyeka mahala, alafu mtu kaleta vinyasi kachukua jina la hilo eneo. mm -mm. Sisi hatutaki huko, sisi tunakwenda kwenye, tunataka tuwafundishe kwenye hili jambo, tofauti ya Yanga na timu nyingine. Fuatilieni hatua kwa hatua, mtabaini jambo. Ziko timu hapa watu walienda kufyeka, mi nakumbuka mzee wangu alichukua kwanja, alikwenda kupinda mgongo, kapinda mgongo pale, kapinda mgongo, kesho uwanja ukaa na jina la mtu mwingine. Is it fair? Sijui mchakato wao, lakini sisi kwa sababu tunazingatia weledi kwenye michakato hii, tumetaka ushauri wa kitaalamu wa kisheria. Ndio maana tumemuongeza Alex Mgongoro. Tunavoenda kusign hii document kwa interest ya club, we una uzoefu wa kisheria hem, tuelezea tu sign mkataba wa namna gani? Ndio maana nikatoa mfano, is it a lifetime contract? Kwamba uwanja huo milele si ndio? Partner wa klabu na mwekezaji milele, au tuweke specific time kwamba tunasi sasa, wewe, mkataba, mahusiano yetu ya huu uwanja ni 10 years au 20 years? Hizo ndo shule sasa, bwana, mkataba huu tuupime vipi? Lakini tukasema mahusiano haya pia yanahusisha biashara, huu ni uwanja is business, pure business. watakuja watu, wataingia hapa, patakuwa na kumbi mbalimbali hapa mimi katika ndoto zangu nilikuwa na ndoto ya kuja kuoa mke katika ukumbi wa uwanja wa Yanga. is a business, atakodishwa hapa watu. Kuna timu zitakuwa hazina viwanja, zitakuja kodi uwanja wetu kucheza. is a business, si ndio? Hey, kuna timu nyingi zitakuwa hazina uwanja, watakuja ukodi hapa. Wakisha kodi, hey, inakuaje sasa? Hii hela anachukua nani? Anachukua wenye ardhi, au anachukua aliyejenga uwanja? Umeelewa? Anyway, eh, anyway, anyway, washakuja ukodi. Wewe na Sibu unataka kufanya birthday ya mtoto wako, umechukua eneo hapa. Tutakuwa na maeneo pia ya watoto kuja kuenjoy enjoy, enjoy ume hapa. Umechukua hapa. Umeshalipa ile hela, inakwenda kwa nani? Umeshalipa hela. Ni, ni, ni mali ya moja kwa moja ile biashara ya mmiliki wa ardhi au aliyejenga? Hiyo biashara tunakubaliana vipi? Ndio tukamuongeza Ivan Tarimu Kuja kuwashauri viongozi wetu kwenye kamati. Ba tukienda kukutana na GSM Tanzania nafikiri modality hii kwenye biashara imekaa vizuri. Wao wanatupa mwongozo sasa, alafu tunawasikiliza na upande wa GSM tunakubaliana.